Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa wasalam. Ndugu zangu katika imani leo, nimekuja na faida kwa wale wote ambao wamekuwa wakisumbuliwa na misongo ya mawazo katika maisha yao. Unajua, kila binadamu ana mawazo, lakini kuna yale mawazo yaliyopitiliza. Kiasi unawaza kidogo, unamwachia Allah, lakini kuna yale mawazo mtu amekuwa sasa ni kama yani, kisonono anaita sijui Mm, yaani mawazo yamepitiliza, mtu ana mahusiano yamemchanganya anawaza kupitiliza. Mm, mtu ana biashara anawaza kupitiliza. Yaani mtu labda ana maradhi aina fulani, anawaza kupitiliza. Sasa hii ni hatari hata kiafya. Ukizubaa ukaendekeza huu msongo wa mawazo katika maisha yako, itakuletea pressure, itakuletea mavidonda ya tumbo, itakuletea ma pressure na upate stroke kabisa. Mwenyezi Mungu atuhifadhi mimi na wewe na hayo. Sasa kwa nini yote haya yatokee? Tiba zipo. Ipo aya moja ndani ya Qur'ani ambayo ukishikamana nayo kila pale ambapo unapokuwa una msongo wa mawazo, Mwenyezi Mungu Subhanahu ta wa Ta'ala atakufanyia wepesi. Aya hii inapatikana katika e, sura tu Raadi aya nambari 28, mazhaf, kwa mazhafu, kwa wale ambao wanafahamu Qur'ani, angalia sura tu Raadi na aya nambari ishirini na nane. Uh, tizama, utaipata hiyo aya hiyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema alladhina amanu watatumainu qulubuhum bidhikrillah ala bidhikri llah tatumainu alqulub. Hii ni aya nambar ishirini na nane aafaa heni utaihifadhi kila pale ambapo utapokuwa unajihisi una msongo wa mawazo, iwe ni mahusiano, iwe ni biashara, iwe ni chochote, shikamana na kusoma aya hii, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakusaidia na utakuja kuleta shukrani kwa so, idhini Allah Subhanahu wa Ta'ala.